Sekta ya mifugo humu nchini inashuhudia mabadiliko makubwa huku wafugaji wakitafuta mifugo wanaostahimili hali ngumu za mazingira na kuboresha uzalishaji. Shirika la utafiti wa kilimo na mifugo la Kenya Carlo linashika usukani kupendekeza ufugaji wa ng'ombe aina ya Sahiwal inayojulikana kwa uwezo wake wa kustahimili mazingira magumu na ufanisi katika uzalishaji wa maziwa na nyama. Denis Otena anatujulisha mengi katika makala ya kilimo biashara wiki hii. Asili yake ikiwa Asia Kusini, ng'ombe wa Sahiwal wamepata umaarufu mkubwa nchini Kenya kutokana na uwezo wao wa kustahimili joto kali, kuepuka magonjwa na uwezo wa kustawi katika maeneo kame. Tofauti na mifugo wengine, ng'ombe wa Sahiwal wanahitaji chakula na maji kidogo, na hivyo kuwa chaguo bora kwa wafugaji wanaokabiliana na gharama za juu za lishe. Ili kufanikisha uzalishaji bora, Calro imeanzisha mpango wa kuchanganya mbegu za Sahiwal na mifugo wengine kama Freshan. Huu ni ng'ombe ambayo anaitwa kwa kimob dua papas, anapea sisi maziwa, anapea sisi pia nyama. Ni mnyama ama ni ng'ombe ambao anastahili ukame, ni mnyama ambayo anastahili mambo ya magonjwa ni mnyama ambao anatoa maziwa mzito kweli kweli ile ambao inapendeza, inapendeza watu wengi hapa nchini consumers hapa Kenya. Ng'ombe wa Sahiwal pia wanachangia kutatua changamoto kadhaa katika sekta ya mifugo, mojawapo ikiwa ni uhifadhi wa vinasaba ili kuhakikisha upatikanaji wa mbegu bora. Yeye ataki mahitaji mingi, ukiangalia sisi tunamlisha tu kama ng'ombe yule mwingine lakini kwa sababu ile ma ma maundo ambayo tulimtengeneza ndio utapata ya kwamba yeye anastahili mambo mingi na hiyo tunaweza pata. Mapema mwezi huu Kalro iliandaa maonyesho ya kilimo yaliyowaleta pamoja wakulima na wadau mbalimbali waliotaka kujifunza mbinu bora za ufugaji. Tamasha hili lilionyesha teknolojia za kisasa za kuzalisha mifugo, mipango ya lishe bora na mikakati ya kudhibiti magonjwa ili kuboresha uzalishaji wa ng'ombe wa Sahiwal. Hata hivyo, licha ya faida zake, wakulima walieleza wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa gharama ya lishe, changamoto kubwa inayokumba faida ya wafugaji. Sana sana, kama ng'ombe sijaweza kupanda zenye zinawapatia protini mingi ni hizi sainaji asa kubalance, unakuta tunapea mingi yenye aina nini, aina madini yote. Mambo ambayo ninataka kujifundisha ni vile naweza conserve chakula wakati wa kiangazi, especially kama saa hizi kuna hakuna mvua <coughs> Wataalamu wanaamini kuwa ufugaji wa Sahiwal nchini utaendelea kuimarika huku utafiti zaidi ukifanywa na wadau wakijitokeza kusaidia kuboresha malezi ya mifugo hasa katika maeneo kame. Denis Otieno, runinga ya Citizen.